Nimekuona, nimekuona, karibu karibu. Eh, karibu sana, karibu sana mama. Eh, karibu, unakaribishwa eh, kakitika kilenge cha mzee kizunge zunge, ndo mwenyewe mimi, karibu mama.

Nahuyo nimemuona huyo. Uh, usiwe uh, na wasiwasi na kazi naye. Baadaye nishamuona huyo, kuna kitu niliyemwagiza kashindwa kuleta uh, nimemwona <laughs> yeah.